Usemi wa viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa Waipa Kalonzo Musyoka na mwenzake wa PLP Martha Karua kwamba Rais William Ruto na kiongozi wa ODM Raila Odinga wanahitilafiana na uteuzi wa makamishna wa IEBC umeibua tumbo joto nchini haswa miongoni mwa viongozi wa kisiasa huku viongozi na vyama vya kisiasa vikijitokeza na kupinga semi hizi. Viongozi wa chama cha National Liberation Party wakiongozwa na Augustus Kyalo Muli ndio wa hivi punde kujitokeza na kukashifu hatua ya viongozi hao wakisema kuwa haiwezekani kuwa mwaka jana walijitokeza na kushinikiza tume ya IEBC kuundwa ila sasa wanapinga zoezi hilo linaloendelea. Given that just last year...

Kenyans demand better. Viongozi hao wamesisitiza kuwa watasimama kidete na kuhakikisha kuwa zoezi hilo linaendelea hadi tamati kinyume na wachache wanaotaka kusambaratishwa kwa manufaa yao wenyewe instead of advocating for justice and transparency they were focused on securing political advantage their sudden change of tune is not about the integrity of the IABC.

Hata hivyo, wameapa kuhakikisha kuwa zoezi hilo linasalia huru na wazi, huku wakibaini kuwa iwapo kutatokea watakaojaribu kuingilia mchakato huo, basi hatua itachukuliwa dhidi yao. The law is clear. Appointments must be made through a rigorous, lawful and independent selection process, free from political interference. The National Liberal Party will remain vigilant

Kauli ya viongozi hawa inajiri siku moja tu baada ya uongozi wa ODM kujitenga na madai hayo ya upinzani na kuwasuta viongozi wa upinzani kwa kuingiza siasa katika kila hatua inayochukuliwa. <tukarikana> Meri Kiyalo. Undugu TV.